maboresho haya yaliyofanywa chini ya Morowasa, leo wananchi wa manispaa ya Morogoro katika kata za Mkobe, Mkundi na Kionda watapata maji kwa siku zaidi ya moja kwa maana ya siku tatu. Ni watake Morowasa waendelee kuwasimamia wakandarasi. Kuna miradi ambayo inakamilika mwaka huu, kuna miradi ambayo inakamilika mwakani mwezi wa pili. Wakandarasi waliopewa kazi hii wananchi wa Morogoro wanahitaji maji, tuifanye kazi hii tukiamini, maji ndiyo jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu, na jambo hili tumewakabidhi nyinyi Morowasa na wajibu wa kuwasimamia kupitia muda ambao mmekubaliana kwa mikataba yao kuhakikisha wananchi wa Morogoro wanapata maji kwa malengo na matarajio ambayo yamewekwa kwa misingi ya mkataba. Rai yangu kwa watumishi tusimwangushe Mheshimiwa Rais, miradi inavyokuja, fedha zinavyokuja, tuzitumie kwa matarajio na matakwa yanavyotaka ili miradi yetu ikamilike, wananchi wetu waondokane kabisa na adha ya maji mwakani. Lakini tumepitia pia eh, mradi wa maboresho ya upatikanaji wa maji kwenye eneo la Lukobe, Mkundi na Kihonda. Mradi ule unaenda kufaidisha wananchi wote wanaoishi kwenye maeneo ya Lukobe Mkundi na Kiegea, lakini kwenye hatua ya kwanza kwa maana ya awamu ya kwanza tunategemea kufaidisha eh, watu kama elfu 4 kwenye kata ya Lukobe na watu karibia elfu nane kwenye kata ya Mkundi kwenye awamu ya kwanza ambapo tunalaza eh, mabomba yenye urefu wa kilomita kama 194. Awamu ya pili tunalaza mabomba yenye urefu wa kilomita 268 wafikia wananchi wengi zaidi kwenye maeneo yale o. Kazi hizi zinaendelea na tunaamini kwamba kazi hizi zitakamilika kwa wakati. Mradi wa huu wa maboresho ya upatanaji wa maji kwenye kata ya Lukobe Mkundi, ya Kiegea utagharimu karibia bilioni tisa na una ma, maeneo matatu ya, ya muhimu. Eneo la kwanza ni maboresho ya bomba la usafirishaji maji kutoka kwenye kituo chetu cha kusuma maji cha Tumbaku kwenda mizani na viwandani lakini pia eneo la pili ni maboresho tuliofanya kwenye kituo cha Mizani, kituo chetu cha kusuma maji pale Mizani, na eneo la tatu ni ulazaji wa mabomba ya usambazaji maji tunayofanya Lukobe, Mkundi na Kiegea. kwa gharama ya jumla ya miradi hiyo ni bilioni tisa. Serikali imewekeza fedha nyingi na tumefanya miradi kwa kipindi kifupi. Maboresho tunayoenda kufanya kwa kiwango kikubwa, tutaongeza hali ya upatikanaji wa maji kwa maana ya service coverage kwenye eneo letu kufikia angalau asilimia 85. Kwa jambo hili ni jambo muhimu. Miradi hii ni miradi ya kimkakati inaenda kusaidia sana hali ya upatikanaji wa maji kwenye eneo letu.